Habari ya saizi, kwa jina anaitwa Zuby. Pishi letu la leo vitumbua vya semolina. Semolina yenyewe ni huu unga unaitwa unga wa soji, wanapenda kutumia watoto pia. Tunaanza na sabaki wangu watuna Nitaangalia nitawaambia, natumia kikopo kimoja au viwili. Nina magi cubes, sio lazima, ni mapenzi yako, ukipenda utaweka. Nina unga wa semolina kijiko kimo, kikombe kimoja. Nina maziwa mtindi nusu kikombe. Nina hoho rangi tofauti, kuna kijani, kuna redi na yellow. Sio lazima, hizi ni nakshi tu, unaweza ukaamua ukaweka ya aina moja, mapenzi yako. Nina kitunguu maji kimoja nilichokikatakata, nina pilipili kwa wapenda pilipili, nina kitunguu swaumu na tangawizi kijiko kimoja cha chai, na hii tangawizi kijiko kimoja cha chai Chumvi mapenzi yako, naweza nikaweka nusu kijiko cha chai. Nina kotemil, karipoda vijiko, kijiko kimoja cha chakula. Pilipili manga kijiko kimoja nusu kijiko cha chai, na hii jira ya unga kijiko kimoja cha chai. Mayai sita ninaweza nikaongeza, nikiongeza nitawaambia nimeweka mayai mangapi. Hatua inayofuata hawa samaki wanaita samaki wa tuna, unaweza ukatumia, sio lazima utumie samaki hawa, unaweza ukatumia samaki aina nyingine yoyote, sato unaweza ukatumia au kingfish, yani ni wewe tu, mapenzi yako kwa hiyo Mebandika huyu sam, samaki naweka hii pilipili, chumvi, na kitunguu saumu na tangawizi. Naweza ukakamulia na karimao. Tutakamulia na karimao kidogo.

tunaweka na hizi hoho hapa, tayari tunaweka na cornmeal. Vitu vyetu viko tayari, haina haja ya kusema kwamba cornmeal ive hapa. Tunasubiri huu mchanganyiko wetu wa samaki uweze kupoa. Nimetumia kikopo kimoja samaki, yangu inatosha kabisa, na hivi vikolokolo nilivyoweka kama una familia kubwa utafanya dabo. Kwa hiyo, hapa, hatua inayofuata tunaweka nusu kikombe cha mtindi, tunaweka unga wa semolina. Tunaanza kuweka mayai. Kulingana na ukubwa wa mayai. Na leo hapa nimesema mayai sita, nikajikuta kumbe nimeweka saba. Nilisahau kuonyesha natakiwa niweke na baking powder. Kwa hiyo nitaweka baking powder. Naweka na baking powder, nimeweka kijiko kimoja cha chai. Hatua inayofuata tunachanganya mchanganyiko wetu. Sasa mchanganyiko wetu kama unavyouona uko tayari, yaani kushatengeneza. Hivi lazima uonje chumvi iko sawa, na kama ni mpenzi wa pilipili ukiona pilipili haijakolea ruksa kuongeza. Sasa hapa, sorry, sasa hapa tumebandika chuma chetu kwa ajili ya kupika hivi vitumbua. Vitumbua hivi havitaki moto mwingi, vinatakiwa viive kwa moto mdogo. Naanzia katikati, ndio unaona Kwa hiyo hapa unaangalia wapi palipoanza kubadilika rangi. Kwa vyovyote, katikati ndio kwenye moto mwingi. Kwa hiyo tunageuza huku, pembeni tunasubiria na kwenyewe kama unatumia labda jiko la mkaa linakuwa pana kama frying pan, tutageuza zote kwa pamoja. Tunaendelea kugeuza na hivi vya pembeni hivi vya katikati kama vilivyokuwa mwanzo, ndio tulivianza na venyewe, ndio vimeiva. Kwa hiyo tunatoa kama hapa, hivi unahamishia hivi vya pembeni, unahamishia tena hapa katikati, huku unaweka tena mafuta kwa ajili ya pate moto upike vingine Kwahiyo tunaendelea hivi hivi mpaka vyote vitakapoiva. Angalizo: kabla ya kuchoma vitumbua vyako vya semolina, ukishaweka vile baking powder umekoroga vizuri, funika kwa dakika hata kumi, ndio uanze kuchoma vitumbua vyetu kama unavyoviona viko tayari, vinavutia. Sinaona, so hapa ndani kimeiva vizuri kabisa, kinapendeza, kitamu. Oh, karibu sulikose lalaso